Semaji wa klabu ya Yanga na afisa habari Ally Kamwe ameshindwa kujizuia, na hii ni kutokana na matokeo ambayo yameweza kutoka mapema siku leo ambapo Simba wameweza kupata bao moja dhidi ya klabu ya Stade Malien e ambapo wao wameweza kupata ushindi wa mabao mawili wakiwa nyumbani kwao. So hicho ambacho kimeweza kutokea uwanjani kimeweza kumfurahisha sana afisa habari wa klabu ya Yanga Ally Kamwe na ameweza kushare ujumbe wake, of course kufuatia page na ukurasa wake wa Instagram. Kuna kitu ambacho amekiandika kitu hicho ambacho <laughs> e, pengine ni cha kukwaza kwa mashabiki wa Simba. Nilikuwa napitia baadhi ya comments za wadau katika kile kitu ambacho walikuwa kwa, wanakiandika katika upande e, wa Comment section. E, wamekasirishwa sana hichi ambacho ameweza kusema Alikamwe. So mimi nitakusomea bila kuongeza wala kupunguza neno lote, lakini katika hichi ambacho ameweza kupost Alikamwe, alianza kwa kuweka nyimbo ya tarabu ambayo inajulikana kama Lango la Rohoni, nyimbo fulani ya mchambo ameweza kuichambua sana humo ndani. So katika hichi ambacho ameweza kuandika Alikamwe, ikiwa ni dakika 30 zimeweza kupita, imeweza kupata reaction ya zaidi ya comment 1016, lakini pia imepata likes 1000 pamoja na uh, repost uh, miambili uh, japo nimechanganya hapo, imeweza kupata uh, likes elfu moja na kumi na sita, uh, comment elfu moja pamoja na repost miambili. So karibuni kusomea katika hicho ambacho ameweza kiandika, uh, afisa habari na msemaji wa klabu ya Yanga katika kile ambacho ameweza kuzungumza kama kuachana uh, klabu ya Simba aliweza kuandika hivi uh, semaji Ally Kamwe Kaka kama nilivyokwambia, na imekuwa timu yetu inateketea. Mechi hii iliuzwa saa nne asubuhi. Viongozi wa bodi ambao hawamtaki mwenyekiti na wanachama leo walipanga mipango na wachezaji waliosajili wao kuwa wahakikishe tunafungwa, alafu wanapata bonus kama kawaida. Si unaona mwenyewe magoli eh, wanayokosa mastraika wetu. Tutaongea mengi asubuhi kaka. Nina hasira sana na yanayoendelea hapa. Jasusi leo kaumia sana maskini. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Ally Kamwe. So hii katika hichi ambacho ameweza kuandika ni kama vile anaonesha eh, kuna message ambayo alitumia, alafu akaicopy jinsi kama ilivyo, then akaipaste katika page na ukurasa wake wa Instagram, eh, kama kutuma ujumbe kwa wana Simba. So baada ya hapo chini akamalizia na kusema kwamba jasusi leo kaumia sana hicho ambacho ameweza kuandika Ally Kamwe, e, kimeweza kupata reaction pamoja na comment kibao kutoka kwa wadau mbalimbali wa soka wakizungumzia katika hicho ambacho Ally Kamwe amekiandika. Wengi wakionesha sira zao jinsi walivoghadhibishwa na maandiko haya ambayo Ally Kamwe ameweza kuyachapisha katika peji na ukurasa wake wa Instagram. Sasa mimi nitaenda kupitia katika hizo baadhi ya comment za wadau, e, katika yale ambayo wameweza ku comment kufuatia peji na ukurasa, e, wa Ally Kamwe kupitia andiko lake ambalo kaendelea kuliandika, ambapo andiko hili ni amelipaste tu ikiwa, e, ni baada ya ku yale ambayo ameweza kutumiwa na mdau mmoja ambaye hajamtaja jina lake, lakini uko chini kaweza kusema kwamba, ile jasusi anajua mengi mno. Mwingine kaweza kusema kwamba wana Yanga wenzangu, tusiposhukuru hiki kidogo, hata kikubwa hatuwezi kushukuru. Usiku mwema huu <laughs> mwingine anaitwa eh, eh, Stan kiweza kusema kwamba majeshi majeshi. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba kundi la kifo point in, Black Stars point moja. Aha, point zero, team tim namba zatimu namba tano, Afri team tano eh, Afrika point zero. Eh, huyu anaitwa official Kevo akaweza kusema kwamba jasusi eh, anapoelekea, atakwambia zile bilioni ishirini ni za eh, kwake, yule baba asepe. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba mbona huo mwandiko kama wa eh, kiham. Mwingine akaweza kusema kwamba Simba mwenda pole ndio huwa wa mwisho, wahenga wameniblock. Mwingine akaweza kusema kwamba DJ usiweke chikichiki huyu mwingine kusema kwamba Mungu akulinde jasusi, ipo siku tutafanya mpango na wewe wokote, ICM. Mba, nina mashaka na huyu jasusi, ni mangungu mbona, nimemwona anacheka chooni. Mba, angalia jasusi apewe GSM kola ashushie kidogo maana joto ni kali mm, no, kusema kwamba semaji wahenga eh, wana utazama msimamo wa hili kundi eh, kwa upe kupindua chini juu. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba Ally Kamwe e, tukutumie chochote kitu umpatie jasusi wetu e, mpendwa. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba kwa nini e, tukimbiwe? Huyu mwingine akaweza kusema kwamba jasusi yupo mbele ya muda, hakika jasusi ni team, ni time traveler. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba mpe maji ajia sehemu ashushie kaka. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba jesusi wetu mwambie pole sana. anaitwa Maimila akaweza kusema kwamba Mungu tulindie jesusi wetu na mzee Mangungu, amen. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba taifa limefurahi sana leo. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba acha acha, apumzike atatujuza asubuhi. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kama utani ukute ni kweli. kama magoli kasema kuna viongozi kama magoli kasema kuna viongozi walifurahi Simba kufungwa na Petro, hii pia inawezekana huyu mwingine akizosema kwamba da jasusi wetu Mungu ampe ulinzi usiku huu asije kujinyonga huku tukiwa tunamtegemea. Mwingine akizosema kwamba kwamba jasusi kama jasusi. Huyu mwingine akizosema kwamba picha la kichawi la kutisha hili hapa. Huyu mwingine akizosema kwamba jasusi anaumiaje tena? Huyu mwingine akizosema kwamba cha muhimu jasusi wetu asiguswe. Huyu mwingine akizosema kwamba ila hii picha ni ya kinafiki mno. Mwingine akizosema kwamba kinachochanganya ni jasusi kuwa na uchungu zaidi, mpaka timu ikifungwa anashindwa kuongea na akaamua kulala. Mwingine akaweza kusema kwamba Ali, hizi nyimbo nani kakufundisha, au umesahau wewe ni wa kiume? Huu mwingine akaweza kusema kwamba kumbe jasusi ni mnyama huu. Mwingine akaweza kusema kwamba kwa, mba, kwa eh, laki nane tu eh, eh, Tunayuza Simba, Simba ameweza <laughs> kumoku pale katika upande wa comment. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba mimi ni Simba ila naomba nicheke. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba, guys, niwe mkweli, huaga napata sana raha Simba wakiwa hivi. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba DJ ikitoka e, hii weka ukitaka pig e, pigana njoo. Mwingine kaweza kusema kwamba kama kuma, kuna ukweli vile. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba Simba mwenda pole, ndio mdanyama wewe. Mwananchi mwananchi malizia mwingine akaweza kusema kwamba hatujamaliza. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba ila mwenyekiti uh, anajua kuteka hisia, eti jasusi iliokaumia sana Mwingine akaweza kusema kwamba jasusi tum, eh, tumpangie siku naye aokote kama diara. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba wacha tuwe wachawi tu kwa, eh, furaha kwa kufurahi matatizo ya jirani hu. Mwingine akaweza kusema kwamba Jesusi kaumia sana. Mwingine akaweza kusema kwamba njoo huku kaka anko, eh, kaposti. Baadhi ya comments za mashabiki ambazo wameweza kuzitoa katika hichi ambacho wameweza kushare kupitia ukurasa wake Ally Kamwe, kimeza wameweza, eh, eh, kutoa maoni yao na kuonesha ni kiasi gani eh, wengine wamekasirishwa na hichi ambacho wameweza kusema Ally Kamwe, mpema siku ya leo. So far so good mpaka sasa, eh, Simba ina point 0 katika kundi lao, e, kwa wale ambao imetokea imeshafungwa na timu mbili Petro E, imeweza kumfunga akiwa nyumbani lakini hivi sasa tumeweza kushuhudia Stade Malien ya huko Mali nao wameweza kumchapa mabao mawili kwa moja. Hiki ambacho kimeweza kutokea tumekiona, e, tumeweza kuona kadi nyekundu imeweza kutokea kwa Alassane Kante lakini pia tumeweza kuona katika mchezo wa leo e, kadi za njano zimetembea sana lakini pia penati ambayo ilipatikana baadaye ikaokolewa. Hayo ni vimbwenga na ambavyo vimeweza kutokea katika mchezo wa leo. Una zungumzaje hilo? Shusha komenti yako hapo chini kuhusiana na ujumbe huu ambao kaweza kusema e, Ally Kamwe msemaji wa klabu ya Yanga. Mimi ni Todo Alexander Scott riz jumba la bluu hili hapa.